Kuletea chakula chakula mchana kwa wewe mwenye changamoto ya vidonda vya tumbo na acid reflux. Hakikisha mfano unazokala wali wako, ule wali mweupe au akawia, ambao hauna viungo vyovyote au hauna viungo vingi, au ni wali mzuri sana, ukitumia una shida. Lakini namba mbili, hakikisha au ule mchemsho wa samaki au kuku, mchemsho wa samaki au kuku, ndugu yangu, huo hauna shida, kwa sababu hata ukiutumia ndugu yangu, usiwe umeongezwa mavitu vitu mpaka na mafuta hapana. Usitumike hivyo kama ni kuchoma, basi nyama ya kuku au samaki, au amechomwa tu bila kuongezewa mafuta yoyote, sio wa kukaangwa. Lakini pia tumiga tumia mboga, mboga mboga mboga mboga za majani ni nzuri sana ah, hapa kuna spinach, sukuma wiki, karoti, tumia mchicha, tumia ni mzuri sana kwa wewe mwenye changamoto ya vidonda vya tumbo na acid reflux mchana. Lakini pia ukikosa hivyo, unaweza kutumia ndizi mchemsho, eh, unaweza kutumia mchemsho ule mchemsho usio ongezewa na kitu chochote kile ambacho kinahusiana na pilipili, kinachohusiana na chumvi na viungo vingine ambavyo ni hatari kwa afya ya tumbo lako. Kitu kingine ambacho natakiwa kuwepo, au unaweza pia ukatumia viazi vilivyochemshwa, viazi vitamu vilivyochemsha ni vizuri sana, na ukatumia na mboga hizo ambazo tumeshazielezea. Kitu kingine unaweza uh, ukatumia matunda yale yasiyo na asidi uh, ukatumia apple ukatumia embe uh, ukatumia papai tikiti.